Kulinda battery health ya iPhone yako ni muhimu sana, kwani itakusaidia pale utakapotaka kufanya trading. Kuisaidia iPhone yako ili iweze ku maintain battery health, fanya hivi: fungua settings, ingia kwenye kipengele cha battery, gusa kwenye kipengele cha charging. Hapo utaona kipengele cha set charge limit. Punguza charge limit yako kutoka asilimia mia mpaka asilimia themanini Hapa kila muda utakapochaji iPhone yako basi iPhone haitachajisha betri yake mpaka maximum, hivyo kuichosha betri haraka. Ku-save battery health ukiwa na iPhone ni rahisi sana. Kumbuka iStore wanafanya trading, hivyo basi unaweza ukapeleka iPhone yako ya zamani na ukajipatia iPhone ya kisasa zaidi, tena ikiwa brand new yistore leo na wewe upate amani ya moyoni nikosala.